Siku hizi mnajua vitu ambavyo vinapita hapa Marekani, haswa kwa utawala wa Donald Trump. Kuna vitu vingi ambavyo vinatikisa dunia, haswa kuhusiana swala la wahamiaji na watu ambao wanakaa hapa Marekani ambao si wazaliwa wa hapa. Kipindi hiki sasa, mtu ambaye anakaa hapa Marekani na mtu ambaye anataka kuja hapa Marekani anapaswa kujua sheria na kujua kitu ambacho kinaweza kumsaidia wakati anaweza kujikuta ndani ya shida, na ndio maana leo niko na mgeni ambaye ni mtaalamu ambaye anajua vitu vingi kuhusiana na sheria ya hapa Marekani, wahamiaji, watu ambao wanakaa hapa kama wapo na document. Tutakuja kusikia mambo mengi, na sikuje kutoka katika hii video, kwa sababu nyuma atakwambia kitu ambacho tunaweza kufanya kinachoweza kukusaidia. Ndugu yangu, unasemaje? Safi sana, tupo salama mm. Mm. Kwa utawala wa Donald Trump tunaona unatikisa dunia haswa ulimwengu wote mzima, anakuja na sheria hii, anafungia nchi, anafungia nchi, anawambia watu wako hapa, unapaswa kurudia kwenu. Acha tuanze na swali ya watu ambao wako hapa, hawana dokumenti au watu wana haki ya kukua hapa. Haki wanayo mm. haki ya kuwa hapa wanayo mm. mm. inatokana sasa, utaratibu gani ambao labda waliutumia, lakini mm -hmm. yeah. haki wanayo mm. Sasa mtu ambaye hana dokumenti ambazo dokumenti zake hazijatoka ni kitu gani anaweza kaogopa kwa sasa hivi, au anaweza kuwa anategemea hiki kitatokea kwa hivi? kwa sasa kutokana na hali ya siasa yenyewe ya Kimarekani kwa sasa mm. E, naweza nikasema kwamba kwenda kwake sokoni, kanisani, sehemu yoyote tu mbali na nyumbani kwake ni hatari kwake kwa sasa hivi sababu siasa uh, kwa sasa ina inatia nguvu sana kwenye wahamiaji wa, tunaweza kuwaita haramu mm. kama wanavyosema wahamiaji haramu mm. Eh, lakini naweza nikasema kwamba ni vizuri akiwa amejilinda eh, unajua, usalama ndo unakuja mbele ya kila kitu mm. Eh, kwa usalama wake kwa sasa, anaweza kawa anajilinda kwenda nje uh, kwenye soko akiwa peke yake. akiwa mtu mwingine ni sawa mm. okay. akiwa na mtu mwingine ni sawa mm. kivipi? hebu nieleze hapo, sababu ukiwa na mtu kumlinda kivipi? Uh, unajua ukiwa peke yako mm, kitu kinaweza kutokea na hakuna atakayejua mm -hmm. Lakini mkiwa mko watu wawili uh, mtu anaweza akashika simu akawa na rekodi kinachotokea. mm -hmm. mm -hmm. Eh, sababu hata ukikamatwa bado uko na haki za kibinadamu wanapashwa mm -hmm. kulinda na haki za kiukimbizi eh, japo kuwa ni mkimbizi haramu lakini mm -hmm una haki zako bado, je mm -hmm. yeah. Yeah, mtu akikuwa ndani ya gari yes, dereva haendeshi gari nako, kwenye kiti cha nyuma. Polisi anasimamisha ule mtu ambaye anaendesha gari kwa sababu hajui ni nani ako ndani ya gari, lakini najua kuna dereva na anaendesha. Polisi anaweza kumwambia leta vitambulisho na ambao unakaa nyuma, na wakati hakuna accident ambayo ime involve, ndio inatokana na ni sababu gani amemsimamisha. Marekani akiwa uh, ni polisi mm. Kusimamisha mtu, lazima kuna kitu wanakita probable cause ambacho ni kitu kilichosababisha usimame, yeah. Na akiwa inamlazimisha kufanya upelelezi hapo, mm. Sasa analazimika kuomba kila kitambulisho kwenye watu wako kwenye hiyo gari ili aangalie, mm. kweli kuna kitu ambacho hakiko sawa, mm. E, ni kwa kwanji, njia ya kutafuta ya kufanya upelelezi mm. e. Kwa hiyo ni vizuri akikamatwa akiwambia aleta vitambulisho, hata kama anakaa kiti cha nyuma alete, anaweza akaleta. Ana, ana haki ya kukataa mm. ana haki ya kukataa, siseme chochote mm. Uh, lakini ukiwa wewe mwenyewe unajua hujafanya kosa mm. kwa nini ukatae kutoa kitambulisho hicho? Hana, hana document. kama huna document utataja jina lako mm. Uh, umetaja jina lako, hata kulazimisha kutoa uh, ID, ndio mm kuhusiana okay, na watu ambao hawana document, labda hilo limepita. Twende kwenye watu ambao wamekuja kama wakimbizi wamekuja kama wanafunzi wakapata document, wameolewa, wameoa mtu hmm. Anakuja kujikuta ndani ya kosa fulani, nao hii wana, wanaweza sheria mpya za Donald Trump hizi za kurudisha watu kwao au. Au watu wanaweza kuogopa na wakati wana document. Yes. Mtu akiwa na green card hajakuwa na US citizen. Ukifanya hmm. kosa lolote inaweza likasababisha uh, status yako ya migration mm. kuwa affected. unaweza ukarudishwa hata Afrika hata kama uko na green card wow. Yeah, inatokana ukifanya kosa tu ambalo inatokana na uh, ukubwa wa kosa umefanya mm. kwa mfano umekamatwa na dawa za kulevya mm. ukiwa una green card hapo tayari umesha hatarisha haki yako ya, ya ukimbizi ijapokuwa mm. e, umepata green card huko, tena uko tena mkimbizi huko raia mm. e, lakini hujakuwa full hujakuwa na citizenship mm. e. Ni vitu gani watu wanaweza kujilinda au makosa gani watu wanaweza wanaweza, najua ku... makosa ni makosa, haungepaswa kufanya makosa, lakini kuna makosa ambayo yanakuwa kwa hatari kama yapi yani? uh, kosa la kwanza hasa kwa Waafrika wenzetu uh -huh. Ni kosa la kwanza ni domestic violence. E, dom Uyui, kwa, kwa ongea Kiswahili uh, kupigana kwenye uh -huh. uh, mtu ambaye mnaishi pamoja ikiwa ni uh -huh. mume anampiga mke wake, au mke anampiga mume uh, wake. Unajua domestic violence sio lazima mpige kofi mtu uh -huh. hata kumukoromea tu kwa kumu <laughs> eh, Eh, kumtishia hiyo, eh, inaweza kahesabiwa kama domestic. Kwa hiyo kosa hilo likuwa kwenye record yako, hata kupata uraia atakuwa ngumu. Ni kitu gani wanaweza kufanya kujilinda hilo kosa? Kwa sababu so, unajua watu wanapokuwa wanaishi pamoja, kuna wakati wawasikilizani kwa kitu, mm. Ni kitu gani wanaweza kufanya, hata kama hilo kosa linatokea uh, linatokeaao cha... katikati ya, wa, ya, ya, ya familia, cha kwanza ni kuwa na busara. mm -hmm. Ukiwa na busara utajua kwamba nime nina hasira lakini, mm. hasira ina mipaka mm. Kuwa na hasira sio kuchukua kiti mpige kichwa e, <laughs> au mke wako mpige ngumu kama napigana na jambazi mm. <laughs> E, unajua, ukiona busara utafanya kitu kama hicho, lakini kuwa mafarakano kwenye ndoa, hasira nayo noma, lakini inabidi e, tuicontrol mm. E, na tujue usipelekeshwe na hasira mm. E, utajua huko kwenye nchi gani, kwenye sheria au haina sheria, ndio eh. Lakini wengi pia wanasema kwamba wanawake wana asilimia nyingi kwa sheria hii na hii. Mi naweza nikasema kwamba ni kweli lakini si kweli. Niambie hapo, rudia hapo eti wanawake, kuna wenye wanawa, wanawaza kama wanawake wana haki kubwa gi, e, kuna wanaofikiria kwamba mimi mwanamke nitamfanya kitu mwanaume na, na hakuna chochote kitatokea, nitampiga jiwe mume wangu, nitampiga kiti, nitamfanya mm. hivi na hivi, watakuja tu wanampeleka mume mm. hiyo sio kweli. E, hapa Marekani naweza nikasema kwamba mimi uh, mwaka elfu mbili ishirini na moja mm. Tennessee ilikuwa inaongoza kwenye wanawake wengi ambao wako kwenye jela, ilikuwa <laughs> e, inaongoza labda wanawake hao ndo wanafanya makosa sana e, sasa hapo ndo sasa ujiulize e, watu walikuwa wanafikiri kwamba wanawake hawaendi jela dh. Halafu inakuja kutokea Tennessee na wanawake wengi ambao wako lock up, utafikiria nini hapo? Hiyo noma hii inakuwa noma <laughs> eh, kwa hiyo kwa watu wale ambao wanaishi pamoja, ni vizuri ma shida zao wazirekebishe, wasipiganikiwa mafarakano ya mdomo, sio kupigana mm. Eh, hapo itasaidia ku maintain status yake, uh, ya kama ni mkimbizi, kuna green card au kama akona citizenship mm. inaweza kusaidia yeah. kuna vitu vingine ambavyo nilisikia watu wengi walikuwa na, wanasema wakasema kipindi hiki wakikukuta na kosa kama la DUI na vitu vingine hivyo, navyo vinakuwa na mashaka, vinaweza kuhatarisha mtu kurudia kwao, au, au vipi? Ndio, DUI inawezi ikasababisha hilo kosa. Unajua DUI mara mm -hmm. uh, ya kwanza unaweza ukapewa DUI ukaenda kufungwa ale masaa ambayo wanafunga mm -hmm. lakini kunafika kipindi ukiwa unaendelea kufanya DUI wanaupatia miaka kumi mm -hmm. bila kuwa na license mm -hmm. Sasa ukishaambiwa kwamba hautafanya Uh, unajua usipokuwa na license, yes. Mm. yu, fika, kipindi, mm. license ni vigumu yeah. Eh, yeah. kufanya eh, kazi kwenda kazini, kwa hiyo ukishafika kipindi unachukuliwa license yako, hautafanya kazi, kwa hiyo unafikia kwamba umeshafikia umesha ambao <laughs> mm. <laughs> ingekuwa vizuri eh? Yeah. U, uwaze kabla ya swala hiyo haijafikia mm, eh, kwa hiyo DUI pia ni kitu ambacho unaweza kujirinda sana. Sasa kuhusu hawa vijana vijana, tunasikia kuna wenye wanakuwa wanajiunga na vikundi fulani. Mtoto nasikia amepiga risasi mtu mwingine, au unakuta mtoto ako na bunduki ndani ya familia, na mama na baba wanajua kuna bunduki, na hiyo mm. bunduki haijaandikishwa ndani ya serikali hii mm. no, naweza kuwa ni chanzo nacho, kinaweza sababisha mtu ku sana kabisa. mm. Eh, kila mtu anaruhusiwa kununua silaha Mm. Eh, sokoni mm. ana, anaweza akanunua mm. Lakini ukiwa na feloni, okay. Ukiwa na feloni mm. hawezi kuwa na bunduki hata sunaona Rais Trump mm. Yule haweza kuwa na bunduki nyumbani, hakuna okay. Felon, lakini ako na wenye wanamchunga, eh lakini yeye eh, okay. eh, hawezi akaitunza okay. <laughs> <laughs> eh, <laughs> kwa <yu>, hiyo <laughs> akiwa na felon hawezi akanunua ka, mm. risasi mm. au akanunua bunduki eh, sasa umesikia kwamba amenunua kimagendo mm. Siraha hiyo mm. tayari unasikia kwamba aishafanya makosa e. mm. kwa hiyo inaweza pia ikahatarisha status yake ya ukimbizi mm. mm. vinaweza chukua muda gani mtu ambaye ana uraia wamnyanganye uraia wake mwenye ameshakuwa na citizenship wamnyanganye, kwa sababu ya makosa inawezekana? Au mtu ambaye ameshakuwa na citizen yeye hanyanganyi uraia, inawezekana, inatokana na kosa gani umefanya na maamuzi ya mahakama mm. wao ndo wana maamuzi hata naweza nikasema hata rais wa nchi mm. hana mamlaka kusema kitu hiki kwa mtu lakini, mm. mahakama ndio ina maamuzi. mm. Eh, wakiamua kwamba tunaweza tukakunyang'anya kutokana na kosa hili na hili umefanya, wanaweza wakafanya hivyo. Kwa hiyo kikubwa ni kujirinda kufanya kitu. Sasa hapo, ina maana ya kwamba hata kama mtu ako na uraia mm. asikuje kufanya makosa eti ako, ni raia wa nchi, hata fukuziwe ndio kabisa kwa kutokana pia na siasa ya sasa ya kiukimbizi jinsi mm. uh, Trump anavyoendesha ni vizuri zaidi kujilinda mm. uh, kufanya kitu kama hicho okay. mm. Kwa mtu ambaye ana mpango wa kuja hapa Marekani kwa kipindi hiki au anataka kuja hapa Marekani mm. ni kitu gani anaweza kuja akiwa nacho kichwana uh, kuzingatia? uh, cha kwanza kuzingatia usalama wake, cha pili kuzingatia sheria mm. uh, ni kitu muhimu sana mm. Hacha tuseme kama mtu anapata fursa ya kuja kusoma hapa, lakini hana mpango wa kusoma kwa sababu ana hela, anataka kuingia Marekani hivi mm. au mtu anataka kuja kutembea tu kisha mm. bane hapa mm, vinawezekana kwa kipindi hiki mtu kubana hapa Marekani yeah, ukishapata njia ya kufika huku una apply asylum, una, una, una uki apply <laughs> uki apply sheria inasema eh, immigration law eh. ukisha ume, ume apply eh, ile asylum ina mm. ina maana kwamba hauta hutatoka hapa hata kufukuza kwa nguvu mpaka mahakama ikusikilize mm. na iamue kama utarudia au baki hapa, lakini nasema haya yote mm. mimi sio avoka, mimi sio lawyer wa immigration. Di. wa, watafute wa lawyer eh. wa immigration, wao waonge wa nao e. Eh. unasema, kutegemea na ujuzi wangu ujuzi wangu na research yeah. yangu yeah. situmii, labda ujuzi wa lawyer, immigration lawyer, hapana no. wewe kama eh. wewe bila experience ya maisha, vita ndio kabisa eh. na kwa na vita maisha dinavyo nimevipitia na na yeah. ni yeah. najua hayo ni mambo ambayo naweza kusaidia Mm -hmm. Hey, inakuja kuwa ngumu kwa wakati mtu anakamatiwa anafungwa, kwa sababu ya lugha, ndio wanakupa translator kule, lakini ule translator na kutegemeana na ujuzi wa mtu na vitu mtu ambavyo anakuwa anajua, inakuwa ngumu kujua wapi anaweza akapiga hodi ili asaidiwe mtu mm -hmm. Akijikuta katika vitu kama hivyo mm -hmm. kitu cha kwanza cha kufanya ni kitu gani, awe raia au hajapata uraia wa, wa nchi Uh, cha kwanza uh, unajua haya mambo ya immigration mm, jinsi tunavyoona yanatokea mara nyingi watamsimamisha mo Spanish, mm, na mtu mwenye rangi nyeusi mzungu, mm -hmm. Watamsimamisha na wanajua wazungu kuna wanaotoka Europe wanakuja huko wanaona, yes, vitambulisho mm, eh, kwa hiyo tumeshaona kwamba inaenda kupelekea ku, ku, sisi kufikia kwamba ni kitu cha rangi stereotype, mm. mm. kuona kwa kwamba watu wa rangi hii inawezekana wakawa ni wahamiaji haramu. mm. Unaona, kwa hiyo naweza nikasema kwamba, uh, ni wakati mgumu sana kwa sasa mm. e, lakini ukizingatia sheria na kujua haki yako ni vizuri sana, sababu ukisimamishwa huko mwa Afrika, kwa mfano Mtanzania, mm. Mrundi, Mnyarwanda, Mkongomani. Cha kwanza, kama hu, hujiamini kwa lugha ya Kiingereza. mm -hmm. Usiseme chochote, usijaribu kujitetea, uombe nini sasa kama atajitetea. Utakachokiomba kwanza ni kuomba translator. mm -hmm. wa kukusaidia kutafsiri ile lugha ambayo uko sawa, ndiyo baada ya mm -hmm. kupata huyo mtu mm -hmm. utahitaji pia uwe na avoka uwe na lawyer. Yes, kwa kuwa utakachokisema chochote pale, mm -hmm. wanaweza wakakitumia mahakamani mm. Kwa hiyo ni vizuri kwako wewe baada ya kuomba e, translator, utasema kwamba mimi naitwa fulani fulani. mm. Ningependa eh, ningependa kuzungumza lakini sitasema chochote mm, bila kuwa na mwanasheria wangu. mm. Unaachia hapo hapo. mm. Na hapo ni haki yako kufanya hivyo, na polisa, kama ni, ni ICE au border protection, watakutia sehemu wasubiri mpaka avoka wako akuja, na kama hauna pesa mm. za avoka kuna wale wanawaita public defender, hmm. defender. wanatolewa na siri au, hmm. na state ne, eh, court inawatoa hmm. hmm. yeah. okay. kwa hiyo mtu ni vizuri kutojifanya mahanga na wakati anajua hako comfortable kwenye lugha ya ki, ya Kiingereza kabisa oh. kama hujiamini kwa lugha ya Kiingereza unajua hata kuna wale wanajua Kiingereza lakini akiwa na ile hofu wakati ule maneno ya Kiingereza na yanapotea kabisa. yes, yeah, oh. Eh, kutokana na hali kwa mm hiyo -hmm. Kama uko katika hali hiyo ni vizuri sana uh, tumia muda wako na akili yako, sema mimi kiingereza ni kidogo sana, nahitaji mtu akunisaidia kutranslate mm -hmm. Baada ya hapo sasa utahitaji roya kwa mtu ambaye anaweza kujikuta katika hizo shida tena ni uh, kuna shirika ambazo zinaweza kumsaidia ndio, huko shirika nyingi zinaweza ikasaidia. Inatokana, yeah, e, nice. Inatokana unaishi wapi, mm. Lakini tuseme kwa mfano uh, kwa watu ambao wanaishi Tennessee, uh, wanaweza wakafika kwenye Troki. mm -hmm. Au wakapigia waka Sodera Sodera toka mu. mm -hmm. Tukajaribu kumsaidia. Okay. Eh, Sodera ni shirika la wakimbizi hapa Tennessee Knoxville ambalo linaweza lina